Radio One Stereo, bado iko na wewe asubuhi na sasa ni habari nyepesi. Ni kuelikio msikilizaji wa Radio One Stereo katika habari nyepesi, nyepesi. Hivi mimi na wewe tuweze kusafiri pamoja kuangalia visa na mikasa vinavyoendelea kutokea sehemu mbalimbali ulimwenguni. Uh, hizi ni nyepesi nyepesi pekee ambazo zinakujia kupitia Radio One Stereo. Tuanze na hii kutoka kule nchini India, ambapo polisi mmoja mrefu kuliko polisi wote nchini India amesahau kwa muda kazi yake ya kukamata vibaka mitaani, baada ya kuzongwa na watalii pamoja na raia wengine wa India, iliwapiga naye picha za selfie, na ingawa picha hizo anazopiga na raia wenzake pamoja na watalii azima katika utaratibu wa kazi yake ya kipolisi, lakini wakubwa zake wamemruhusu kwa moyo mmoja, endelea y kujiselfisha na watu wa mtaani. Wanachoamini wakuu wa polisi wa India ni kuwa kwa kufanya hivyo polisi huyo mwenye urefu wa futi saba na inchi nne anaweza uhusiano wake, anaweka uhusiano mzuri baina ya raia na jeshi la polisi huko India, huku pia akivutia watalii wanaotembelea nchi hiyo. Baada ya kupiga picha na watu mtaani, polisi huyo aitwaye Rajesh ambaye ni bingwa wa mchezo wa mieleka na judo pia anaendesha kampeni ya kuwafundisha sheria za barabarani madereva bodaboda, na kuwapatia kofia ngumu za bure wale wote wanaoendesha pikipiki bila kofia hizo. Lakini kule Jamaika, serikali ya Jamaika itafungua rasmi ATM mashine ya kwanza duniani itakayokuwa ikitoa misokoto ya bangi badala ya fedha kama zinavyofanya ATM nyingine. ATM hiyo itakayokuwa ikitoa msokoto mmoja wa bangi kwa malipo Tanzania, ya shilingi elfu nne za kitanzania inatarajiwa kufungwa katika uwanja wa ndege katika jiji la Kingston kama kivutio kwa watalii. Mbali vale ya kuwa na kivutio kwa watalii, mashine hizo pia zinatarajia kutoa fursa kwa watalii wanaotembelea nchi hiyo kuijaribu bangi ya Jamaica inayosifika kwamba ni bangi bora na salama kuliko bangi nyingine duniani. Kwa kuweka ATM hiyo uwanja wa ndege, serikali ya Jamaika iliyohalalisha uvutaji wa bangi hadharani mwezi wa pili mwaka huu inatarajia kuingiza kiasi kikubwa cha kodi kupitia kivutio hicho cha utalii, huku ikisisitiza kuwa sheria ya nchi hiyo inaruhusu mtu kuwa na msokoto mmoja tu wa bangi mfukoni mwake. Atakayekamatwa na zaidi ya msokoto mmoja atatozwa faini ya kama shilingi laki saba hivi za Kitanzania. Ni saa mbili na dakika mbili aelekea kuwa na dakika tatu. Hizi ni habari nyepesi nyepesi ambazo nazitegea sikio kila Jumatatu hadi Ijumaa inapofika pale saa mbili kamili za asubuhi. Msikilizaji e, kesi hembu nayofikiria udhani ilimalizika vipi? Kesi hii unadhani ilimalizika vipi? Kwa sababu wengine tulishindwa kujua mwisho wake ulikuwa namna gani. Jamaa mmoja akarudi nyumbani kwake asubuhi, huku bado kalewa chakari na mkononi ameshika chupa moja ya bia, huku mfukoni ana chupa mbili, yani kila mfuko una chupa moja moja ya bia. Ila anagonga mlango, mkewe akamfungulia, huku akashika mwiko wa ugali mkononi na kusimama katikati ya mlango kum ya jamaa kuingia ndani na akionekana tayari anataka kuanzisha ugomvi, kwa nini mumewe kalala nje na karejea alfajiri akiwa tayari amelewa na bado mfukoni na mkononi ana pombe. Jamaa kuona mke kafura kwa hasira na mkononi na mwiko wa kusongea ugali, basi na pombe pombe zake kichwani, huku anayumbayumba pale mlangoni akajuwai, kabla mkewe hajamuuliza kitu, jamaa akaanza kumwambia mkewe, yani, mke wangu Mama Jenny, wewe ni mrembo mfano kuna hapa duniani. Yaani wewe uzuri wako ni muunganiko kwa Jennifer Lopez, Mariah Carey, Shakira, Beyonce, na marehemu Whitney Houston ukiwaunganisha wote yao ndio urembo wako unapatikana. Ah, umeumbwa wife na kupenda mno. Mke huku anatetemeka kwa hasira akamwambia mumewe, malizia hadithi yako halafu niambie usiku wa kuamkia leo ulilala wapi kabla hapa hapajachimbika. Sikumbuki walimalizana vipi, ila kwa taarifa yako tu msikilizaji, ni kwamba mke ni Mkurya na mume ni Mpare.